zinatolewa na fadhila tu Sheikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Kwa jina la Allah mwingi wa rahma na mwenye kurehemu, himidi zote njema ni za Allah, mola wa walimwengu, na sala za Allah na salamu ziwe juu ya nabii wake au nabii wetu Muhammad. nafsu fi hadhihi alkalima alnisaa almuslimat mimman yahdhurna fi hadha almasjid wa man wara'ahunna min akhawatihim, tunazifanya mahsusi nasaha hizi kwa ajili ya wanawake wa Kiislamu katika wale wanaohudhuria katika msikiti huu na wengineo katika dada zao an yattaqina Allah subhanahu wa ta'ala bi anfusihin fa inna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna an nisa akthar ahli an nar. Tunaona sihi ya kuwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi zao, kwa sababu hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametupa habari ya kwamba wanawake ndio wengi zaidi katika watu wa motoni. wadhalika bisababi mukhalafatihim al-kathira, na hii ni kwa sababu ya mikhalafa yao iliyokuwa mingi, yani kwenda kinyume kwao na sharia kulikokuwa kwingi. wa hadha shay'un wadih ala an-nisa fi zamanina hada, na hili ni jambo lililokuwa wazi

Pindi zilipokuja fitna na pindi walipolegeza watu wakazembea katika mambo ya dini yao na pindi walipochanganyika watwevu kwa watukufu, yaani wazuri kwa wabaya, na wakajitia wanaume wanawake, yaani wakachukua sifa za wanaume, ikatokea shari nyingi kwa wanawake, na hapana hila wala nguvu isipokuwa ni kwa Allah. Ida nadarta ila galib lnisa bi hadha lwakt taqul laisa hadha huwa ma kanat alihi lnisa almuslimat qabla zamanin yasir, kwa hakika ukitizama hali ya wengi katika wanawake katika zama hizi utasema, bila shaka haikuwa hali ni hivi kabla ya muda mdogo tu, hali ya wanawake haikuwa hivi ilivyo sasa hivi kabla ya wakati tu mdogo uliopita. alaan tagayyara wadhuhunna jiddan, wanawake sasa hivi imebadilika hali yao sana. istarjalna kharajna ala alhaya, wamejitia wanaume, wametoka nje ya kuona haya wa wametoka wakazagaa masokoni, katika maofisi, katika kila sehemu talat alsinatuhum fil kalam, imerefuka midomo yao au zimerefuka ndimi zao kwa maneno. wa adha min dhalik tasahul alhijab wassitr fi nnisai wa fi lbanati sighar, na kubwa kuliko hayo ni kujiachia na kuzembea katika hijabu na katika kujistiri kwa wanawake na kwa mabinti wadogo. Hata mabinti wadogo imekuwa sasa wanalelewa juu ya kutokuwa na stara na juu ya kutokuwa na haya.

Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelezea katika watu wa motoni, akasema sampuli mbili, yani katika sampuli za watu wa motoni sijaziona bado, yani katika uhai wake na katika kipindi chake hajawaona bado. Katika hizo sampuli mbili, ni wanawake waliovaa na hali ya kuwa wako uchi wenye kumili na kuelekea katika uovu na wenye kuwafanya wengine wamili na waelekee katika uovu, hawatoingia peponi wala hawatopata harufu yake pepo. Wadhalika, bisabab ma yatasifna bihi min alakhlaq sayyia fi lkalam fi llibas fi adami lbaqa fi lbuyut, na hayo ni kwa sababu ya yale ambayo yanapatikana kwao katika akhlaqi zilizokuwa mbaya, katika maneno, katika mavazi, katika kuacha kwao kubakia katika majumba fi huruj lil aswaq fi ma yahsul fi al istirahat wa fi buyut al zawaj min al tafassuk wal uri na pia katika kutoka kwao kwenda masokoni, na katika yale yanayopatikana katika sehemu za starehe, na katika nyumba za waume zao, yale yanayopatikana kutoka kwao katika kumomonyoka kimaadili na kukaa uchi, yatina kashifat as-sudur wadh-dhuhur was-siqan wal-a'dad yalbasna libasa al-faranjiyat la libas almuslimat. Wanakuja hali ya kuwa wamefungua na kufunua vifua vyao na migongo yao na miguu yao na mikono yao, wanavaa mavazi ya kizungu ya kikafiri, si mavazi ya wanawake wa Kiislamu. Ya ibadallah ittaqullah, kuffu nisaakum an hadhihi al-akhlaq as-sayyiah Enyi waja wa Allah, mcheni Allah, wazuieni wanawake wenu kutokamana na hizi akhlaqi zilizokuwa mbaya. Kwa hakika Allah amewafanyeni nyinyi ni wachunga juu ya hao wanawake. Allah amewafanyeni kuwa ni wachunga. Allah amewafanya wanaume kuwa ni wachunga juu ya wanawake. Anasema Allah katika Qur'ani tafsiri yake, wanaume ni wasimamizi juu ya wanawake. Kwa yale ambayo amewafadhilisha Allah baadhi yao juu ya wengine. Msiwaache wake zenu na mabinti zenu na ndugu zenu wakike, na dadazenu, wa kike na dada zenu Waislamu juu ya hali hii iliyokuwa mbayakwa hakika Bani Israil hakika waliangamia kwa sababu ya wanawake. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijal min an-nisa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sijaacha baada yangu fitna yenye kudhuru zaidi kwa wanaume kuliko wanawake. Wa qala alayhi as-salatu wa as-salam t fit isfain fitn bni isral kant fi nisaa. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, naiogopeni fitna ya wanawake, kwa hakika fitna ya Bani Israil ilikuwa kwa wanawake. Yaamelna ma yasha ma yashana min ghairi hayaa wala khawf, kwa hakika wanaume wakiwaachilia maharimu zao wakawaachilia mabinti zao na wake zao na ndugu zao wa kike, wakawaachilia wanafanya wanavyotaka bila haya wala hofu. Yakhtalatna ma'a nisaa almaftunat wakawaachilia wanachanganyika na wanawake waliofitinika mashuleni, katika maofisi, masokoni, kisha wanachukua akhlaqi zao. Thumma yakhudna akhlaqa hun wa yarji'una ila buyutihinna mutaghayyirat. wanachukua akhlaqi zao hawa wanawake waovu na waliofitinika kisha wanarejea nazo katika majumba yao hali ya kuwa wamebadilika. hada ma afsada almujtama waarradahu liuubati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wataala, hili ndilo lililoufisidi mjtamaa, hili ndilo lililouharibu mjtamaa na likaufanya mjtamaa upambane na adhabu mbalimbali mbali ambazo hapana anayezijua isipokuwa Allah subhanahu wataala. fala lmara allati takhafu llah an tusliha nafsaha biawamiri llah azza wajalla watajtanib min nawahi, basi juu ya mwanamke ambaye anamkhofu Allah juu yake ni ajitengeneze nafsi yake mwenyewe na aifanye nafsi yake itengenee kwa amri za Allah Yani, kwa kuzitekeleza amri za Allah azza wa jalla na kujiepusha na makatazo yake. Alayha an tusliha banatiha allati hiya ra'iyatun alayhinna fi baytiha, ni juu yake mwanamke huyo awafanye watengenee mabinti zake ambao yeye ndiye mchunga juu yao katika nyumba yake wama haulaha la tulbis banatiha libasi, libasi, libasi, ni wajibu juu yake mwanamke huyo kwamba awafanye watengenee na atengeneze katika nyumba yake na atengeneze vile vilivyokuwa pembezoni mwake na wale waliokuwa pembezoni mwake, asiwavalishe mabinti zake mavazi yenye kufitini, vazi ambalo linafanana na kukaa uchi. Libasi alkafirat alfranjiyat, vazi la wanawake wa wakikafiri wa Kizungu. Albantalonat alasma laa arifuha masuruali, majina ambayo hata siyajui linisaika malabis ma wajat malabis almuslimat. Sasa hivi ukienda masokoni, ili wanunulie wanawake zako mavazi, basi hautopata mavazi ya wanawake wa Kiislamu. Inma tajid malabis algharbiyat, hakika utayakuta mavazi ya wanawake wa Kimagharibi wa kikafiri. Amma malabis almuslimat faqad ikhtafat ama mavazi ya wanawake wa Kiislamu hakika yamepotea katika masoko. wakadhalika inda alladhina yakhituna almalabis ma tajiduhum yakhitun ala allibas alshari, na pia hivyo hivyo kwa wale ambao wanashona nguo basi hutowapata wakishona nguo katika vazi la kisheria Inma yahliqun la rabati nnisa malabis fatina la tastur, hakika wao wanashona kutokana na matamanio ya wanawake wanashona mavazi yenye kufitini ambayo hayastiri. Faittaku allaha ya ibada Allah fainakum masulun rijalan wa nisaan amama allahi subhanahu wa taala, basi mcheni Allah yenye waja wa Allah kwa hakika nyinyi ni wenye kuulizwa wanaume, kwa wanawake mtakuwa ni wenye kuulizwa mbele za Allah subhanahu wataala. fa inna Allah jalla wa ala qal li'adhib Allah almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat, kwa hakika Allah jalla wa ala amesema katika Qur'ani, na tafsiri yake ni ili awaadhibu Allah wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike na washirikina wa kiume na washirikina wa kike. hunaka munafiqat, wa hunaka mushrikat, wa hunaka fasiqat, wa hunaka mustaghribat. Basi kumbe kuna wanafiki wa kike na kuna washirikina wa kike na kuna mafasiki wa kike na kuna wenye kujitia umagharibi wa kike. Taqullah anqidhu anfusakum anqidhu banatikum wa zawjatikum, basi mcheni Allah ziokoeni nafsi zenu waokoeni mabinti zenu na wake zenu, anqidhu maharimakum qabla an yafjaakum min ghadabi llahi ma la tutiqun, waokoeni maharimu zenu kabla haja washitusha Allah kwa kuwaletea au kwa ghadhabu zake za ghafla yale ambayo hamtaweza kuyabeba wala kuyahimili. Wallahi lau kharaja wahidun mimman kablana bi ashri sinawat, wallahi lau wangetoka mmoja katika wale ambao wamepita kabla yetu hata kwa miaka kumi tu kabla Alwakti, kisha angetizama katika hali ya wanawake zetu, basi angeona ya kwamba kuna tofauti kubwa kati ya wanawake kipindi hicho alichokuwepo yeye na kipindi hiki kwa tofauti tu ya wakati mdogo. Tagayarat al-umma, tagayarat al-azmina, tagayarat al-malabis umebadilika umma zimebadilika zama yamebadilika mavazi kullu dhalika bi sababi at-tafriq wa adam al-mubalat, na hayo yote ni sababu ya uzembe, yani kuzembea kwa wasimamizi wanaume na walezi wa hawa wanawake, na, na kuacha kujali. Wa adam qawamat rijal ala nisa, na kuacha usimamizi

Basi ikiwa akina mama watawakuza mabinti zao wadogo na kuwalea mabinti zao wadogo juu ya kwenda uchi juu ya mavazi yaliyokuwa mabaya, mavazi yenye kufitini na zikalelewa nyumba na majumba yakalelewa juu ya hili saliman min al-fitan. Basi ikiwa hali ndiyo hii, vipi itatarajiwa kwa umma huo kuwa utakuwa na mustakbal uliokuwa mzuri na uliosalimika na fitna ila. samahna lilfitan an tatiba ilaina tadkhul buyutina wa mujtamaatina halakna jamia, ikiwa tutaruhusu fitna ziingie kwetu na ziingie katika majumba yetu na katika jamii zetu, tutaangamia wote. Fa inna Allaha jalla wa ala qala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, kwa hakika Allah jalla wa ala anasema, tafsiri yake na iogopeni fitna haitowapata wale waliodhulumu miongoni mwenu tu fa inna al-maasi wal munkarat idha dhaharat wa lam tughayyar fa inna al-uquba ta'umu al-jami', kwani kwa hakika maasi na munkarat na mambo maovu ya kidhihiri na yasipobadilishwa yakaondolewa, hakika adhabu inawaenea wote, wa mwema na muovu, wote wanaenewa na adhabu l lanh asi wsal lanhu lam yumkin wlam yku bima aujaba Llah li muovu anapata adhabu kwa sababu yeye ni muasi, na mwema anapata adhabu kwa sababu yeye hakukataza hayo maovu wala hakusimama kwa yale ambayo amemwajibishia Allah juu yake. Basi inawaenea wao wote adhabu na kinga inatafutwa kwa Allah. alaina an nattaqi llah ittaqina llah ayyuha an nisa tawasayna bil haqq tawasayna bis sabr. Basi juu yetu ni tumche Allah. Mcheni Allah enyi wanawake, usianeni juu ya haki, usianeni juu ya subra. asbirna ala al fitna la tnsalikna maa man insalakhna min alfasidat wa mina <coughs> annisai almustagribat, subirini enyi wanawake, juu ya fitna, usipondoke ukapinda na ukapotea pamoja na wale waliopondoka na wakapotea miongoni mwa wanawake waliofisidika na miongoni mwa wanawake wa kimagharibi. Hada tashadud, hada tanatwu, hada ila akhirih. Na wanasema hawa wanawake kwamba eh, huku ni kuchupa mipaka na huu ni msimamo mkali na mengineyo katika wanaoyasema, hada tahajur, yasifunal Islam bi hadhihil awsaf. Wanasema huku ni kutia ugumu, kufanya mambo yawe magumu, na wanausifia Uislamu kwa hizi sifa na wanamwelezea na kumsifia yule ambaye ameshikamana na dini yake kwa hizi sifa mbaya, lakini alayna sabr wala naltafit ila haulai wala ila maqalatihim bal natamassak bidinina wa akhlaqina. Lakini juu yetu ni kushikamana na subra, na wala tusiwaelekee tukawapa mazingatio hawa wala tusizingatie maneno yao, bal tushikamane na dini yetu na akhlaqi zetu <coughs> hadi tusalimike na adhabu za Allah subhanahu wataala. hawlakunna <skeptical> Enyi wanawake, mcheni Allah, mcheni Allah, mcheni Allah juu ya nafsi zenu, juu ya mabinti zenu na juu ya waliokuwa pembezoni mwenu. ittaqina Allah anqidhna almujtama min uqubatin muhdiqa illa in rahimana Allah subhanahu wa taala, mcheni Allah, ziokoeni jamii na adhabu zenye kuja isipokuwa aturehemu Allah subhanahu wa taala. azza Asalullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum li salihi alqawli wal amal, ninamwomba Allah azza wa jalla atuwafikishe sisi na nyinyi katika uzuri wa maneno na matendo. sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajmain, na sala za Allah na salamu ziwe juu ya nabii wetu Muhammad pamoja na ali zake na masahaba zake wote.